Hitmaker wa ngoma ya mitu Abi Chams, akimshirikisha Harmonize, anatarajia kuachia kazi yake mpya ambayo inaitwa Hold Me ikiwa ni miezi minne tu tangu alipoachia mitu ngoma ambayo inashika chati ya kuwa miongoni mwa nyimbo ambazo zimefanya vizuri zaidi kwenye majukwaa yake dijitali hasa Spotify ambako mpaka sasa hivi ndiyo nyimbo ambayo imesikilizwa zaidi Afrika ya Mashariki. Ujio wa Hold Me unakuja kipindi nyeti sana kwa Abi Chams, kwani ni siku nne tu kabla ya kutangazwa kwa washi wa tuzo za BET ambapo yeye mwenyewe ameteuliwa kwenye kipengele cha Best New International Act. Kama Abi Chams atashinda, Hold Me inaweza kuwa nyimbo yake ya ushindi, na hiyo ni nafasi nzuri sana kwake na ngoma kupata umaarufu wa haraka zaidi kutokana na ua wake wa kutoka. Ujio wa ngoma ya Hold Me unakuja kwenye wiki ya ushindi wa BET, ikiwa kama yeye atashinda, hii itatoa nafasi kwa watu wengi Kutaka kumfahamu zaidi, ama kutaka kufahamu zaidi kumhusu yeye akiwa msanii pekee wa kike kutoka Tanzania kwenye historia ya muziki kuchaguliwa kuwania tuzo za BET.